Shilingi milioni kumi anayodai serikali. Hatua hiyo ikiathiri takriban zaidi ya wanafunzi mia tatu ambao hawajui hatima yao itakuwa vipi katika taasisi hiyo. Katika chuo cha kiufundi cha Kiamwasi hali ilikuwa si hali <mulia> wanafunzi wakitapakaa kwenye shoroba za chuo hicho, ishara tosha kwamba mambo si shwari hapa kuwepo kwa wanafunzi na walimu nje ya jumba hili haukuanza leo. Inaarifiwa kuwa mwanakandarasi ambaye alitwikwa jukumu la kukamilisha jengo hili alifika hapa na kufunga ofisi na madarasa yote katika chuo hiki akidai kulipwa deni la shilingi milioni kumi ambalo wanadai serikali. Hatua hiyo ikiwasababisha wanafunzi kufanya mtihani wao uwanjani, kama vitu zingine zimefungewa nini staff room ndio walimu wanatua nini, the resources to come and the teachers. Sasa uam mimi nikae shule na nina sina amani ya kusoma hapo. Tumekua apa exam tumekuwa tukifanya kuingine si hapo juu leka tujingi apo na tusome, classes hazijaisha mashida tu tupo hata vitu mingi hapa tunasumbuka vibaya sana, hata joto tunasha na walimu, baadhi ya madarasa yakisalia mahame kama ilivyo hapa, mara ya mwisho mwalimu kuandika katika ubao huu ilikuwa ni mwanzo wa mwezi Machi. Wanafunzi wakichungulia madarasa yao kupitia vyuma hivi, walimu na wanakijiji wakitaka hatua za haraka zichukuliwe na serikali, ili kuokoa wanafunzi. Sasa sijui kama tutasaidiwa haraka tupate maclasses tusome, tuendelee na masomo yetu, jinsi wanafunzi wengine wanaendelea zanazo. Runinga ya Citizen ilifanikiwa kuzungumza na mwanakandarasi mwenyewe ambaye alisisitiza kuwa hatatoa vifuli kwenye milango ya chuo hicho hadi alipwe pesa zake. Bila shaka ni hali ya kusikitisha kwa zaidi ya wanafunzi mia tatu na pamoja na walimu wao, kwani mpaka sasa, kutokana na hali ilivyo katika taasisi hii ya elimu ya Kiamwasi, hawatakuwa wakiingia katika madarasa yao na vilevile ofisi mbalimbali, kutokana na madeni ya mwanakandarasi ambaye anashikilia kwamba atazifungua tu iwapo atakuwa amelipwa kikamilifu. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kiamwasi, maeneo ya Kitutu chache Kusini, kaunti ya Kisii. Shughuli ya kuteua mwenyekiti mak na makamishna wa tume IBC kupitia mahojiano yanayoendelea imepingwa mahakamani. Walalamishi watatu wanataka shughuli hiyo kutu